Serikali ya awamu ya sita imefanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya mifugo. Ukiangalia kwenye majosho tumejengewa majosho mia saba hamsini na nne na lengo la serikali ilikuwa ni majosho mia moja na tano lakini tumejengewa majosho mia saba hamsini na nne zenye thamani ya shilingi bilioni kumi na sita lakini kwa mwaka huu tunakwenda kutoa chanjo ya mifugo kitaifa, ambapo serikali mwaka jana bunge ilipitisha kiasi cha shilingi bilioni 28 kwa ajili ya kwenda ku, kwa ajili ya kwenda kutoa chanjo ya mifugo. Kama mnavyojua, sisi kama nchi tulikuwa hatujaweza kupata chanjo ya mifugo kitaifa na ndio maana hata kwenye masoko makubwa ya nje tulikuwa tumeshindwa kwenda kuuza mifugo yetu, lakini sasa kutokana na serikali ya awamu ya sita eh, imejielekeza kufanya kazi kubwa kwenye sekta ya mifugo, lakini pia ukiangalia tumeweza kupata madume mia tano katika maeneo mbalimbali ya wafugaji lakini tumepokea jumla ya lita elfu hamsini na mbili zenye thamani ya shilingi bilioni mbili point sita katika halmashauri mia moja themanini na nne kwa ajili ya kuogesha mifugo, kuhakikisha kwamba mifugo yetu sasa isipate na magonjwa mbalimbali. Lakini mambo yaliyofanyika ni mengi, ukiangalia eh, migogoro ya wakulima na wafugaji, serikali imefanya jitihada kubwa sana kutokana na ile tume ya mawaziri wanane wa wameweza kupitia maeneo mbalimbali ya wafugaji na kuweza kutatua changamoto, na zaidi ya hekta milioni tatu point tano zimeweza kupimwa na kumilikishwa kwa wafugaji, na ndio maana sasa hamwezi kusikia kesi za wafugaji na wakulima, kesi za wafugaji na wahifadhi zimeweza zinaweza kujitokeza mara chache sana. Hizo ni jitihada kubwa ambazo zimefanywa na serikali ya awamu ya sita, na ndio maana sasa imeendea sasa sisi kama chama cha wafugaji kuweza sasa kuandaa kongamano kubwa la kitaifa ambalo linaweza kuwakutanisha wafugaji nchi nzima, kumpongeza Mheshimiwa Rais pamoja na kazi kubwa iliyofanyika, na mambo mengine mbalimbali ambayo sasa tunakwenda kujadili mambo mbalimbali ambayo yanagusa sekta ya mifugo katika nchi hii Wafugaji tuna jambo la kwenda kuzungumza kwa kina, kwa upana, kwa mara ya kwanza kuzungumza na kushukuru, wakati mwingine, na kutoa mapendekezo na maoni ambayo mheshimiwa rais atakuwa mgeni rasmi mwenyewe. Kwa mimi niseme kwa unyeti huo na kwa uzito huo, mimi naamini pia wanahabari wenzangu mtaniunga mkono nitakapokuwa, nakwenda, nawaomba sana, mniunge mkono.